Mpendwa, usiogope. Bwana Yesu alidhalauliwa, tena alidhihakiwa pale alipoangikwa msalabani, kama mtu asiye na nguvu. Kila aliyepita pale alitikisa kichwa, walio wengi walimhurumia na kuna wengine walipita wakamdharau wakicheka sana kwa dharau. Lakini sema lakini lakini, lakini. Aliposema imekwisha, aliposema imekwisha walielewa kwamba huyu ha hakuwa wa kawaida waliopita Walisema hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Hawakusema alikuwa mwana wa Mungu asubuhi, wa walisema mwana wa Mungu jioni, majira ya saa 9 alasiri wakasema huyu ni mwana wa Mungu. Inawezekana na wewe watakuelewa. Waache wasielewe, waelewe mwisho wa safari yako. Leo wamekukataa, waelewe mwishoni, waelewe mwishoni hata kiongozi mkuu aliyekuwa anashughulika na kuna usurubishaji alisema hakika huyu ni mwana wa Mungu, mwishoni, mwishoni, mwishoni, mwishoni, mwishoni. Wapi? Wapi? Wapi? Aliposema imekwisha. Biblia inaeleza wazi, wakati ule ule, saa ile ile Makaburi yaliyokuwa yamezika watakatifu yote yaliachiria, watu wakawa juu, wakatembea, wakaendelea kuishi. Giza likatanda kwa muda ule. Biblia inaeleza wazi, wakasema hakika alikuwa mwana. Kwa jina la Yesu Kristo kama Bwana wetu waishivyo, tunaruhusu ule ulimwengu wa roho ukaachirie kivumbi cha kiroho, waelewe ndani yako kwamba imekwisha. Mateso yamekwisha, laana imekwisha, ya dharau imekwisha, ya matukano yamekwisha, umaskini umekwisha, ya magonjwa yamekwisha, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Waelewe katika maisha yangu kuna watu wengi walinikataa, waliniona mimi sifai. Tena hata na mabinti wengine waliona mimi maskini baadaye wanamwambia mama mchungaji, laiti ningolewa na huyu jamaa. Muda ulishaisha, walielewa baadaye. Hallelujah!